Rais wa Urusi Vladimir Putin ameonya vikali dhidi ya hatua yoyote inayoweza kuchukuliwa na Marekani kurejelea majaribio ya silaha za nyuklia akisema kuwa Urusi itakuwa tayari kufanya hivyo pia kama Marekani itaamua kufufua mpango huo Tamko hili linakuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutoa taarifa na maoni kuhusu uwezekano wa kurejelea majaribio ya nyuklia katika ardhi ya Marekani Hatua ambayo inatajwa kuwa ni muhimu kwa usalama wa taifa la Marekani na uwezo wake wa kuboresha teknolojia ya silaha za nyuklia. Putin alitoa onyo hili kupitia tamko rasmi ambalo liliambatana na taarifa kwamba alikusanya mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Urusi, ambapo aliongoza majadiliano kuhusu hatima ya silaha za nyuklia katika muktadha wa mabadiliko ya kimataifa na mipango ya Marekani. Alielezea wazi kuwa hatua yoyote ya Marekani kufufua majaribio ya silaha za nyuklia itasababisha Urusi kuchukua hatua za kulinganisha na kufanya kurudiwa kwa majaribio ya nyuklia, jambo ambalo litazidisha mvutano mkubwa katika uhusiano wa kijeshi kati ya mataifa haya mawili. Rais Putin alisisitiza kwamba usalama wa Urusi unategemea mojawapo ya majibu ya Marekani na kwamba Urusi haiko tayari kubaki nyuma katika mashindano ya silaha. Aliwaagiza viongozi wa wizara mbalimbali za ulinzi na mambo ya nje na huduma za usalama wa nchi kuanzisha uchambuzi wa kina kuhusu hali ya sasa ya majaribio ya nyuklia duniani na kuandaa mapendekezo ya hatua zinazoweza kuchukuliwa kama Marekani itafanya uamuzi wa kuanzisha tena majaribio haya. Kwa upande mwingine, Rais Trump alionyesha wazi nia ya Marekani ya kuanzisha tena majaribio ya silaha za nyuklia ili kuongeza usalama na kutafuta ubora katika teknolojia ya kijeshi. Rais Trump aliweka bayana kuwa Marekani inahitaji kuwa na nguvu zaidi kuliko nchi yoyote ile duniani, akitaja shinikizo la kisiasa na kijeshi kutoka Urusi na China kama sababu kuu zinazoifanya Marekani kufikiria kurudi katika enzi za majaribio ya silaha. Kuna wasiwasi mkubwa duniani kuhusu hatima ya usalama wa kimataifa, kama mataifa hayo mawili Marekani na Urusi yataendelea na vita vya maneno kuhusu silaha za nyuklia. Hali hii inaongeza hofu ya mgogoro wa kimataifa ambao unaweza kuathiri ustawi wa kisiasa na kiuchumi duniani kote.